Habari za Jumapili, habari za tarehe 12 mwezi wa tatu elfu mbili na kumi na saba. Karibu katika uchambuzi wa magazeti kutoka AyoTV na millardayo.com moja kwa moja. Tuzipitie taarifa zote ambazo tuko nazo leo hii kwenye magazeti ya kitaifa ya Tanzania pamoja na habari za hard news, michezo na udako. Mimi ni David King mkononi. Tukianza kupitia kwenye magazeti ya leo moja kwa moja, gazeti Mwananchi ukurasa wa mbele limeandika mzimu wa Lowassa wafagia vigogo CCM Msukuma Bashe Malima watiwa mbaroni Dodoma JPM wa watangulia wajumbe wa NEC ukumbi ukumbini kwa dakika 14. Hiyo ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Mwananchi na bila shaka ni taarifa za CCM zote leo ndio zimechukua headlines kwenye magazeti ya kitaifa. Nikipitia kiundani ukurasa wa pili, uh, kwenye gazeti Mwananchi habari kuu ya habari kuu tena. Okay. Halmashauri kuu ya CCM jana ilifanya maamuzi magumu ilipoamua kuwatimua wanachama 12 wakiwamo wajumbe wa tano wakiwemo wajumbe wawili wa, wa NEC wenye wa viti wanne wa mikoa watano wa wilaya na wenye viti wa UWT kwa makosa ya kukisaliti na kukihujumu chama wakati wa uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili na kumi na tano. Uamuzi huo umekuja zaidi ya mwaka mmoja baada ya CCM kupitia katika vipindi vigumu katika uchaguzi tangu kurejeshwa kwa siasa za ushindani mwaka 1992. CCM ilikuwa inaonekana kuanza kugawanyika baada ya aliyekuwa waziri mkuu Edward Lowassa kukiama chama hicho na kujiunga na Chadema kutokana na kutoridhika na uamuzi wa kamati kuu kutopitisha jina lake kwenda kwenye vikao vya juu kwa ajili ya kupigiwa kura. Lowassa alifuatwa na waziri mkuu alifuatwa na waziri mkuu mwingine wa zamani Fredrick Sumaye na baadaye mawaziri wenye viti, wa mikoa, madiwani na wanachama wengine na kufanya uchaguzi mkuu uliopita kuwa na ushindani mkubwa, huku baadhi ya wanachama wa CCM wakitumia kuendelea kumuunga mkono hadi katika kampeni zake akiwa Chadema. Jana jumla wanachama 23 wa CCM waliadhibiwa baada ya kupatikana na makosa mbalimbali. Ni kimnukuu anasema leo tumechukua uamuzi kwa baadhi ya wanachama na huu ni mwanzo alisema katibu mkuu wa itikadi na uenezi wa CCM Humphrey Polepole wakati akitangaza maamuzi ya halmashauri kuu ya CCM jana hiyo ni taarifa ambayo imepewa kichwa kikubwa kwenye gazeti Mwananchi unaweza kuendelea kuisoma kwenye gazeti hili la Mwananchi ukurasa wa tatu kwenye gazeti Mwananchi limeandika Msukuma Bashe na Malima watiwa mbaroni Dodoma wajumbe wawili wa halmashauri kuu ya taifa ya NEC na mbunge mmoja wanaojiwa na polisi mjini Dodoma kwa madai ya kutaka kufanya vurugu na uchochezi katika vikao vya CCM vinavyoendelea mjini Dodoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Lazaro Mambo Sasa alithibitisha kukamatwa kwa wana CCM watatu kwa madai ya kufanya vurugu kwenye vikao vya CCM vinavyoendelea Dodoma. Vikao vya CCM vilivyofanyika jana ni kamati kuu ya CC na NEC na kikao kilichofanyika juzi kwenye ikulu ya chamwino ni kamati ya usalama na maadili leo unafanyika mkutano mkuu maalum aliotaja aliokamatwa kuwa ni mjumbe wa nek adam malima aliyewahi kuwa mbunge wa mkuranga na naibu waziri wa wizara mbalimbali kwa nyakati tofauti ikiwemo wizara ya nishati na madini wizara ya kilimo chakula ushirika na wizara ya fedha na uchumi mambo sasa aliwataja wengine waliokamatwa na kwa mahojiano zaidi kwani wabunge Hussein Bashe kutoka Nzega mjini na Joseph Kasheku maarufu kama Msukuma kutoka Geita vijijini. Msukuma pia ni mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita na mjumbe wa NEC. Taarifa hiyo pia unaweza kuendelea kuisoma kwenye gazeti Mwananchi. Rais Magufuli awatangulia wajumbe wa NEC ukumbini kwa dakika 14. Pia taarifa hiyo iko katika gazeti hili ambapo inamuhusu mwenyekiti wa CCM Rais John Magufuli. Jana aliwashangaza wajumbe wa halimashauri kuu ya NEC kwa kuwatangulia kuingia ukumbini tofauti na itifaki. Mbali na hiyo, pia aliyopiga kijembe kwamba makatibu wa CCM na mikoa hawakupigana ngumi kumtetea mwenyekiti aliyepita Jakaya Kikwete pale baadhi wa ya wajumbe wa NEC waliposimama na kuimba kuwa wanaimani na Edward Lowassa, nikimnukuu anasema Nikawaambia, mbona mwaka uliopita waliposimama wakimpinga mwenyekiti, makatibu mlikuwepo? wakati mwenyekiti anawalipa mshahara, mbona mkumtetea? mbona mkusimama kupigana? na mambo wakaendelea kuimba wanaimani na mtu fulani, na wengine mka, mkawa mnaitikia, alisema rais Magufuli jana. Rais Magufuli aliamua kuwatangulia wajumbe wa NEC na kuingia ukumbini na kwasubiri kwa dakika kumi na nne. Taarifa hiyo katika gazeti uh, mwananchi unaweza kuendelea kuisoma Umoja wa Mataifa wajitosa sakata la Beni Sanane. Taarifa hiyo katika kurasa wa nne gazeti Mwananchi. Sakata la kupotea kwa mkuu wa idara ya sera na utafiti wa CHADEMA Beni Sanane limechukua sura nyingine baada ya Umoja wa Mataifa UN kusema huko tayari kutuma watu nchini kwa ajili ya uchunguzi. Sanane ambaye pia ni msaidizi wa mwenyekiti wa CHADEMA Freeman Mbowe, alipotea katika mazingira ya kutatanisha Novemba 18 mwaka jana na hadi sasa haijaeleweka kuwa alitekwa au kuuawa ingawa CHADEMA ime imehusisha kutoweka kwake na taarifa ambayo Sanane alitoa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu utata wa elimu ya baadhi ya viongozi. Siku chache baada ya kupotea kwa Sanane, mwanasheria mkuu wa Chadema Tundu Lissu alitaka serikali kueleza kama inamshikilia kada huyo au ifanye uchunguzi wa kina kuhusiana na kupotea kwake. Taarifa hiyo iko katika ukurasa wa nne, gazeti Mwananchi, unaweza kuendelea kuisoma. Mchele wenye harufu kali wazuia Dar es Salaam. Mchele ulioingizwa nchini kutoka Pakistani umezua utata jijini Dar es Salaam kutokana na kuwa na harufu isiyo ya kawaida, hali ambayo imesababisha mamlaka ya chakula na dawa TFDA kuzuia kusambazwa. Meneja wa TFDA wa kanda ya mashariki Emmanuel Alphons alisema watu wawili wamekamatwa wakihusishwa na mchele huo, na tayari mamlaka hiyo imechukua kiasi kwa ajili ya kupima kama unafaa kwa matumizi ya binadamu. Aidha, amesema pia maafisa mamlaka hiyo walifika eneo hilo uh, ilipo ghala hilo la mchele wakiwa na polisi na kukuta umewekwa kwenye mifuko 1058 ya kilogramu 25 kila moja. Taarifa hiyo pia ipo katika ukurasa wa nne gazeti Mwananchi. Unaweza kuendelea kuisoma. Bodaboda boda bajaji sasa zatumika kufanikisha michepuko, hiyo ni taarifa ambayo iko katika ukurasa wa saba gazeti Mwananchi. Kuna msemo usemao sikio halilali njaa, ndivyo ilivyo jijini Dar es Salaam ambako kuna kila aina ya matukio hasa ya kijamii, lakini Mwananchi haikutaka kuishia kusikia tu, bali kufanya uchunguzi na shughuli za huduma ya usafiri wa bodaboda na bajaji. Ilichokibaini ni jinsi madereva wa vyombo hivyo vya moto vinavyofanikisha wanaume au wanawake kutoka nje ya ndoa maarufu kama michepuko. Uchunguzi uliofanywa na gazeti hili pia umebaini kuzidi kuongezeka kwa tabia hiyo ya ukosefu wa uaminifu katika ndoa kunako kunakorahisishwa kuna na vyombo hivyo vya usafiri hasa bodaboda na bajaji ambazo ni za gharama nafuu. Wanandoa wengi hasa wanawake walio na mapenzi wa nje, yaani michepuko, kutumia usafiri huo kufika eneo la miadi na kurudi nyumbani kutokana na kuwa na bei nafuu na kunatumia na muda mfupi kutoka katika eneo moja hadi jingine. Kwa kawaida, nauli ya bodaboda umbali wa kilomita mbili huwa ni shilingi elfu moja wakati wa usafiri wa bajaji ambao zina, usafiri za, zina usiri zaidi kutokana na kuzungushiwa turubai, gharama yake hufikia shilingi elfu tano kwa umbali huo. Taarifa hiyo katika gazeti Mwananchi. Unaweza kuendelea kuzisoma taarifa nyingine pia kwenye gazeti hili Mwananchi. Gazeti Nipashe lenyewe, ukurasa wa mbele limeandika, mzimu wa Lowassa watikisa tena CCM, ang'oa vigogo kibao. Sofia Simba awaka wasako wa kutapili mitandaoni kwa majina ya mengi, Salma JK. Waliotumliwa ni Sofia Simba, Ramadhani Madabida, Dr. Nchimbi apewa onyo. Adam Kimbisa pia ameonekana kusamehewa, lakini pia ni vilio majonzi Dar es Salaam na baadhi waazimia kuona bomoabomoa inafanyika huku vitu vyao vikiwa ndani TV, makochi, mafriji vya sambaratishwa. Hii ni kuhusiana na bomoabomoa ambayo imeendeshwa jana jijini Dar es Salaam. Nikisoma kiundani taarifa hii ya kuhusiana na bomoabomoa ambayo ipo katika ukurasa wa nane, vilio vya kila namna vili tawala katika nafsi za watu jijini Dar es Salam jana huku baadhi ya watu wakidaiwa kuzimia wakati nyumba zinazokadiriwa kuwa zaidi ya mia moja zilipokuwa zikibomolewa eneo la Buguruni kwa Mnyamani, Ilala, jijini Dar es Salam jana. Vilo hivyo vilitoka, vilitoka kwa waathirika wa nyumba zilizobomolewa na kampuni, kampuni hodhi ya rasilimali za reli Raco kwa madai kuwa zilimejengwa kwenye eneo la reli ambayo ni kando mwa uh, barabara ya treni taarifa ambayo Nipashe imethibitisha ime na imethibitisha kutoka kwa baadhi ya waathirika zilidai kwamba ubomaji huo ulianza tangu alfajiri kuamka kwa kwa jana, na kwamba baadhi ya watu waliharibikiwa na mali zao mbalimbali ikiwemo vifaa vya ndani kama vile vitanda, magodoro, friji, makochi na vyombo vya ndani. Wananchi zaidi ya mia mbili wanadaiwa kuathirika na ubomaji huo ambao TRL wanadai wataendeleza hadi utakapofikia nyumba zaidi ya mia mbili hamsini mpaka mia tatu zilizopo katika eneo la reli wakati ubomaji huo pia ukiendelea wengine walifanikiwa kuhamisha mali zao kabla ya kufikiwa na tingatinga tinga, tinga, huku wengine wakipatwa na mshtuko na kujivuta wakijikuta wakiangua kilio, huku baadhi yao wakidaiwa kuzimia kwa mshtuko. Taarifa hiyo ipo katika gazeti Nipashe, unaweza kuendelea kuisoma. Gazeti ya Habari leo lenyewe kurasa mbele limeandika siri ya vuja vigogo kutumilia CCM, wakazi Dar es Salaam walalamikia bomoa bomoa, mikoa kumi tishio kwa kisukari imetajwa kwenye gazeti hili katika ukurasa wa 27 lakini pia TFDA yashikilia tani 100 za mchele nikisoma taarifa ya kuhusiana na mikoa uh, mikoa 10 kwa ambayo ni tishio kwa kisukari kwenye ukurasa 27 inasema wakati Tanzania ikitajwa kuwa na wagonjwa laki nane elfu ishirini na mbili na mia nane themanini wa kisukari kwa takwimu za mwaka 2015 gazeti la habari leo Jumapili imebaini mikoa kumi kuwa ni tishio kwa kuwa na idadi kubwa ya watu waliojitokeza katika vituo vya afya kufanyiwa vipimo na tiba ya ugonjwa huo ikiwemo watoto. Utafiti wa gazeti hili uliofanywa kwa wiki moja sasa umeonyesha mikoa kumi kuwa kinara kutokana na kuandikisha idadi kubwa zaidi ya wagonjwa katika hospitali zake ikilinganisha na mikoa mingine na hivyo kuhitaji serikali kuipa kipaumbele inapogawa dawa na vifaa tiba katika kukabili ugonjwa huo. Baadhi ya mikoa ambayo imeshatajwa moja kwa moja ni pamoja na Dar es Salaam, Singida, Dodoma, Mwanza, Mbeya, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Kagera, Pemba na Zanzibar. Wagonjwa ambao wameonekana kuandikisha zaidi katika takwimu ambazo zimetolewa inaonyesha kwamba wamejiandikisha kupitia vituo vya kupimia kisukari katika hospitali ya taifa ya Muhimbili MNH na hospitali ya mkoa ya Temeke jijini Dar es Salaam. Vituo vingine ni katika hospitali ya mikoa ya Singida, Dodoma, hospitali ya Rufaa ya Bugando, hospitali ya mkoa Mbeya, hospitali ya Bombo, hospitali ya KCMC, hospitali ya Mount Meru, hospitali ya Sekotore, hospitali ya mkoa wa Kagera na hospitali ya wilaya ya Karagwe. Taarifa hiyo pia unaweza kuendelea kuisoma katika gazeti Habari Leo. Nikibakia katika ukurasa 27 kwenye gazeti Habari Leo lenyewe limeandika Dangote apewa rasmi eneo la makaa. Serikali imeipa kampuni ya saruji ya Dangote eneo la kuchimba makaa ya mawe uh, la Ngaka iliyoko wilani Mbinga mkoani Ruvuma. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari iliyoitoa Dar es Salaam jana, ofisi ya habari ya mwandamizi wa wizara ya nishati na madini Veronica Simba alisema eneo lilipotolewa lina ukubwa kilomita za mraba 9.98. Utaratibu wa kuipatia kampuni ya saruji Dangote eneo la, kachimba madini, la kuchimba madini ya makaa ya mawe ili ichimbe yenyewe umekamilika leo, ambayo ni jana. Hatua ya kuipa kampuni ya saruji Dangote eneo la kuchimba makaa ya mawe inatokana na agizo la Rais John Magufuli alilotoa Machi tano mwaka huu alipokuwa kwenye ziara ya kikazi mkoani Mtwara. Katika ziara hiyo Rais Magufuli aliagiza wizara hiyo kuipatia kampuni ya Dangote eneo lililoko Ngaka wilani Mbinga mkoani Ruvuma ili wachimbe makaa mawe, makaa mawe yenyewe kwa ajili ya uzalishaji wa saruji katika kiwanda hicho. Taarifa hiyo pia unaweza kuendelea kuisoma kwenye gazeti hili la Habari Leo, na nikikamata gazeti Mtanzania lenye ukurasa mbele limeandika taruki CCM uh, 12 watimulia kiwamo Sofia Simba, Bashe, Msukuma, Malima wakamatwa, Nchimbi atakiwa kuomba radhi, waojiwa waachiwa waliopewa onyo kali ni pamoja na mjumbe wa kamati kuu Emmanuel Nchimbi, mwenyekiti ni wa UWT mkoa wa Kigoma Josephine Ngezabuke, mwenyekiti wa CCM wilaya Muleba Mwajibu Shako. Waliokamatwa na kuachiwa ni mbunge wa Nzega mjini Hussein Bashe, mbunge wa Geita Joseph Msukuma, Adam Malima lakini pia waliofukuzwa wanachama kabisa ni mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dar es Salaam, anaitwa Ramadhani Madabida, mwenyekiti wa mkoa wa Iringa Jessica Msambata Vangu, mwenyekiti wa mkoa wa Shinyanga Erasto Kuilasa, mwenyekiti wa mkoa wa Mara Christopher Sanya, mwenyekiti wa wilaya ya Kinondoni Salum Madenge, mwenyekiti wa wilaya ya Ilala Asa Simba, mwenyekiti wa wilaya ya Arusha uh, mjini Wilfred Ole Molel, na aliyekuwa mwenyekiti wa umoja wa wanawake CCM Taifa Sofia Simba. Hao ndio ambao wametumbuliwa na chama cha mapinduzi CCM hapo jana. Lakini pia uraisi wa Lisu TLS pasua kichwa. Taarifa hiyo imeandikwa kwenye gazeti Mtanzania kwenye ukurasa wa nne. Dhamira ya mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lisu kugombea uraisi wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS imeonekana kupasua vichwa vya watu wengi ndani na nje ya chama hicho. Tundulisu tangu Tundulisu watangaze kuingia kuingiza jina lake katika kinyang'anyiro hicho cha uraisi wa TLS, kumekuwa na mvurugano mkubwa wa hoja kiasi cha kufanya uchaguzi wa sasa kuonekana si kwa kupata tu maarufu bali kuwa na nguvu kwa mara ya kwanza tangu chama hicho kianzishwe mwaka 1954. Na watu waliofuatilia mwenendo wa uchaguzi huo unaotarajiwa kufanyika Jumamosi ijayo wanasema kauli mbili zinazofanana zilizotolewa na Waziri wa Sheria na Katiba Halison Mwakembe za kutishia kuifuta TLS kwa hoja kwamba imeingiliwa na wanasiasa, licha ya kwamba hakutaja jina la mtu, ni wazi zilikuwa zikimlenga Lisu, ambaye pia ni mwanasheria mkuu wa Chadema. Pamoja na hilo, wanasema hatua ya wanachama wawili wa chama hicho kukimbilia mahakamani kufungua kesi ya kupinga uchaguzi huo katika mahakama kuu ya Dar es Salaam na Dodoma imetoa tafsiri moja kwamba upande fulani umepata hofu na haujui hatima yake endapo Lisu atashinda. Kinachoongezea hofu wapinzani wa Lisu ambaye ambaye pia Uh, amejengea umaarufu katika masuala ya kisheria na hasa umaili wake wa kupangua hoja za mawakili wa serikali katika kesi zinazomhusu ni kauli yake wakati akitangaza kugombea nafasi hiyo, wakati akitangaza kugombea nafasi hiyo akitaja sababu kubwa iliyomsukuma kuwa ni kauli ya Rais John Magufuli kutaka mawakili wanaotetea waalifu ambao ushahidi wao uko wazi wawekwe rumande. Wakati wa sherehe za uzinduzi wa mwaka wa sheria zilizofanyika Februari 4, mwaka huu, Rais Magufuli alisema nikimnukuu anasema, kuna watu wanakutwa na ushahidi wa wazi kabisa, lakini kuna mawakili wanaoenda kuwatetea. Mawakili hao wanatakiwa wawekwe rumande, waonje joto, ili wa hata wakitoka, wajifunze kutotetea wahalifu. Inaweza kuwa kauli ya rais Magufuli haikuwapendeza mawakili wengi, na hivyo upo mtazamo kwamba dhamira ya Lissu kuwania nafasi hiyo inatokana na msukumo wa baadhi ya mawakili wenye mtazamo kama wake. Taarifa hiyo ipo katika gazeti Mtanzania, unaweza kuendelea kuisoma. Yes, taarifa hizo ziko katika gazeti Mtanzania, unaweza kuendelea kuzisoma kwenye gazeti hili. Gazeti Tanzania Daima nikikamata lenyewe mkononi, limeandika wamefyekwa. Hapo kwenye picha wanaonyeshwa Sofia Simba, Madabida na Msambata vangu hapo pia. Hii inaonyesha jinsi ambavyo Chama cha Mapinduzi kimeondoa baadhi ya viongozi wake na wanachama ambao walikuwa ni a, nguzo kubwa kwenye chama hiki ambapo tu inasema asubuhi tu wavuliwa wanachama CCM, Kimbisa, Nchimbi chupu chupu pia nusulika, Makonda ateseka ugaibuni. Taarifa hii imeandikwa kwenye gazeti la Tanzania daima. Chadema pia wasema TBC imerusha habari ya uongo. Chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimesikitishwa na kulaani kitendo cha shirika la utangazaji la taifa TBC kukiuka misingi ya taaluma ya uandishi wa habari kwa kutangaza habari ya uongo. Chadema ilisema kwamba habari hiyo ililenga kupotosha umma na yenye madhara makubwa katika mahusiano ya kidiplomasia baina ya Tanzania na Marekani. Taarifa iliyotolewa jana na Chadema ilisema kwamba kupitia kipindi chake cha taarifa ya habari Machi kumi na moja usiku, TBC ikijua ni makosa kisheria na kinyume kabisa cha maadili ya uandishi wa habari ilitangaza habari za uongo kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesifu utendaji kazi wa rais John Magufuli na kwamba ni mfano mzuri wa kuigwa barani Afrika. Rais nikinukuu, taarifa hiyo inasema: rais Donald Trump wa Marekani amesifu utendaji kazi wa rais John Magufuli na kusema ni mfano mzuri wa kuigwa barani Afrika kupitia saini, na katia saini sheria, akitia saini sheria, itakawazuia raia wa Uh, baadhi ya nchi za Afrika ambazo pia viongozi wake hawafuati utawala wa kidemokrasia kuingia Marekani, Rais Trump amesema Rais Magufuli anastahili kuitwa shujaa wa Afrika. Taarifa hiyo imeandikwa kwenye gazeti Tanzania Daima. Ukurasa wa tatu, gazeti Tanzania Daima lenyewe limeandika siku chache baada ya kuwapo taarifa za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwenda Afrika Kusini kwa likizo isiyo na malipo, Tanzania Daima Jumapili limedokezwa kwamba maisha ya kiongozi huyo ni mateso. Mateso ya kiongozi huyo yanatokana na kuwa mbali na familia yake, viongozi wenzake, mazingira aliyowazoea na kwa nje ya mkoa wake ambao amekuwa akijinasibu kuwa ana uwezo wa kumfukuza mtu yeyote na akaondoka akiwa na ndala tu. Likizo ya kiongozi huyo ilizua maswali mengi yenye utata, huku baadhi ya taarifa zikidai aliandika barua ya, baru ya kujiuzuru wadhifa wake. Hata hivyo, hakuna mamlaka zilizo juu yake zilizokuwa tayari kuzungumzia kujiuzuru kwake au safari zake, ingawa baadhi ya watu wamekuwa wakijihusisha baadhi ya watu wamekuwa wakihusisha na kukimbia joto la tuhuma zinazoelekezwa kwake. Makonda anatumia kutumia majina ya watu tofauti katika harakati zake za kusaka elimu na hajapata kuzungumzia kwa kina tuhuma hizo tangu zilipoibuka. Jina la kiongozi huyo linatajwa kuwa ni miongoni mwa mambo yanayompa wakati mgumu Rais Magufuli katika utawala wake ulioipa kukomesha uzembe, ubadhirifu, kugushi vyeti na ukwepaji kodi. Tanzania Daima pia Jumapili limedokeza kwamba kigugumizi cha Makonda kuanika vyeti vyake ndiko kumezidisha utata wa elimu yake. Mrembo wa Tanzania mwaka 2006 Wema Sepetu pia aliambia Tanzania Daima kwamba kilichomponza Makonda ni kuulewa sifa na kuongeza maadui kila kukicha. Taarifa hiyo pia imeandikwa kwenye gazeti hili Tanzania Daima, na tukikamilisha kwenye uchambuzi wa magazeti leo hii kupitia magazeti ya michezo mkononi, iko na gazeti la Dimba ambalo lenyewe limeandika Plujim arudishwa Yanga, Msuva apiga moja, Zanaco achomoa zengwe la mashabiki, hilo likihusisha Mavugo Kichuya wafanya yao Dodoma, Samata atamani kutua kwa Mourinho. 255 champion pia limeandikwa humo ndani, refa pambano la Barcelona PSG atumbuliwa. Ukurasa nyuma gazeti Dimba lenyewe limeandika Mourinho apania kuweka mziki mnene dhidi ya Chelsea, Collina Pilato atakayetoa neno la mwisho kwa waamuzi wa Barcelona na PSG, hilo gazeti limeandika ni gazeti la Dimba. Gazeti la Mwana Sport lenyewe ukurasa mbele limeandika milioni sabini za pindua matokeo Yanga Haya, wale wa kumkaba Diego Costa, taarifa iko katika ukurasa wa 11 na 12. Ukurasa wa 10 na 11, Simba imewasikia sasa, subirini muone. Vanessa agusa moyo wa Neo wa Mitego nyie. Manchester United imemsikia Griezmann, hilo ni habari ambayo imeandikwa kwa steli ya swali. Ligi ya mabingwa mechi ijayo, Zanaco FC na Yanga, Jumamosi March 18, Lusaka Zambia, mechi ya kwanza ilitoka moja kwa moja pale uwanja wa taifa. EPL leo Liverpool na Burnley saa moja kamili usiku ukurasa wa nyuma gazeti hili la Mwanasport lenyewe limeandika waache waringe hapo mbele, wanamuonesha uh, Ozil pamoja na uh, Alexis Sanchez wachezaji kutoka Arsenal, mashine za mabao. Tangu mwaka 2014 Arsenal imefunga mabao 191 ligi kuu ya England, kati hayo mabao mia moja na mbili yalichangiwa zaidi na Sanchez pamoja na Ozil. Lakini pia kuhusu kocha Arsenal Wenger atajiamlia mwenyewe kubaki au kutokuepo, uh, taarifa zake pia kuwepo Arsenal ziko katika gazeti hili la Mwanaspoti. Naam, magazeti hayo ya kimichezo yanatukamilishia uchambuzi wa magazeti leo hii kutoka Tanzania, tukiwa tunakamilisha uchambuzi wa magazeti kuanzia magazeti ya kitaifa kwenye habari za hard news, michezo pamoja na udaku. Moja kwa moja unaweza kuzipata taarifa hizi kwenye magazeti ya leo moja kwa moja kupitia kurasa zetu za Facebook Instagram pamoja na Twitter kupitia jina la Millard Ayo, lakini pia usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel ya Millard Ayo kuzipata taarifa zote hizi kwa haraka zaidi, kila ambapo zinatufikia. Asante, mimi ni David King.